ya kazi ya utengenezaji wa madawati kwa shule za msingi na za sekondari ilianza kuanzia Januari mpaka Mei 2025. 25 20. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ofisi ya wilaya ya Ndewa ilifanya tathmini na kubaini kuna upungufu wa madawati elfu tatu. Kutokana na upungufu huo, ofisi ya mkuu wa wilaya iliandaa harambee ambayo ilifanyika tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili na katika harambee hiyo waliweza kukusanya fedha kiasi shilingi milioni 49,791,500 ambazo zilitolewa na wadau 89 walioahidi na kutimiza ahadi zao. Sambamba na hilo, kuna huduma mbalimbali ambazo zilitolewa na wadau ambapo kata ya Mlangali waliweza kutoa mbao 190. Father Innocent Ngailo aliweza kutoa huduma ya usafirishaji wa mbao kutoka Mselesele kwenda Mkiru, na Father Ngailo aliweza pia ku. Father me loa aliweza kutoa mbao 640. TFS walitoa mbao mbao 193, kwa gereza alitoa huduma ya usafirishaji, na leo hasa waliweza kutengeneza madawati sitini na nane. Fundi Oscar aliweza kutengeneza madawati kumi. Askari polisi walitolewa kutengeneza madawati matano. TARURA walitoa huduma ya mafuta kuweza kusafirisha madawati. Mkurugenzi mtendaji aliweza kusafirisha madawati kiti na meza na Dr. Philip Filipu Njombe aliweza kutengeneza madawati 150. na Mheshimiwa mkuu wa wilaya matengenezo yalikuwa yanafanyika kwa, kwa kuzingatia uwepo wa fedha pamoja na vifaa vilivyokuwa vimekusanywa kutoka kwa wadau jumla ya samani zilizotengenezwa mpaka kufikia siku ya leo ni madawati mia sita na nane viti na meza mia tano na hivyo kupelekea jumla ya samani zilizotengenezwa kwa elfu moja mia moja na nane kati ya samani na elfu tatu zilizokuwa zimelengwa kutengenezwa. Katika utengenezaji huu, kamati ya utengenezaji ya uratibu wa utengenezaji ilikuwa imeangaa vituo vya utengenezaji. Katika vituo hivi ziliweza kugawanywa zile kazi mbalimbali ili kuweza kuleta ufanisi wa haraka kulikuwa kuna vituo kwa awamu ya kwanza, kulikuwa kuna kituo cha Mkiu na kituo cha Rudeo. Kituo cha Mkiu kiweza kutengeneza madawati mia mbili ambayo yameshakamilika na yalisambazwa katika shule tatu za sekondari. Shule ya chini Kidwile walikuwa madawati themanini, kata ya Rurugu walikuwa madawati themanini, na shule aa, ya sekondari Ugera walikuwa madawati arobaini. Ah, kituo cha Rudeo kilikuwa kina wa madawati 172 ambapo madawati hayo yaligawanywa katika shule mbalimbali za msingi. Shule ya Ngerenge walipewa madawati 28, shule ya Kipingu ishirini, Ilewa walipewa matano, Mkomangombe 15, Mbongo 15, Lutala saba, Igalu sita, Luda ya Kijijini 20, Ruila 17, Kipangala 8, Liugai 8, Lifua 7, Kisaula 5 na Kimbila matano pamoja na Ibihi walipewa madawati sita. Kamati ya utengenezaji iliendelea na awamu ya pili ya utengenezaji wa madawati. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika awamu hii ya pili tunaweza kugawanya vituo vitatu vya utengenezaji. Kulikuwa kuna kituo cha Mkiu, kituo cha Udewa na kituo cha Bumbila. Katika kituo cha Mkiu walipewa kutengeneza madawati na meza 300 ambapo mpaka tumeshatengeneza meza mia tatu na viti mia na hamsini bado havijasambazwa. Katika kituo cha Rudewa walipewa kutengeneza madawati 236 tayari yameshatengenezwa madawati 76, na yameshasambazwa shule ya Yasakimelevi wamepewa 17, Lihagule 15, Kiogo 13, Mbumbi 15 Chuma kumi na Uwela kumi na sita Madawati mia na hamsini yaliyosalia yapo yanaendelea na mchakato wa utengenezaji, yakikamilika, yatasambazwa katika zile kata na shule ambazo zina upungufu. Kituo cha Umbila kilikuwa kina madawati hamsini na yiye yalikisha kukamilika kutengenezwa, lakini bado hayajasambazwa. Baada ya hafla hii, zile shule ambazo zipo ukanda wa ziwani zenye upungufu watasambaziwa madawati haya. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kamati iliendelea na uratibu wa kuandaa awamu ya tatu ya utengenezaji ambapo awamu hii tuliandaa kutengeneza madawati mia moja na hamsini na madawati haya yanatengenezwa katika kituo kimoja cha ujarau VCT, ndio wamepewa mkataba wa kutengeneza na tayari mchakato wa utengenezaji umeshaanza, wamepatiwa vifaa na wanaanza kutengeneza ndani ya wiki hili ambazo tunaenda nalo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpaka sasa kiasi cha fedha kilichotumika ni shilingi milioni 40 nish, na 27500. na na salio lililobaki kwenye akaunti ni shilingi milioni 9764000 ambazo sasa utaratibu unawekwa kwa kuweza kuendelea kutengeneza awamu nyingine kulingana na fedha zilizoko kwenye akaunti naomba wasilishwe.